Hello, mambo vipi? Mtazamaji wa Malenga Wetu TV, leo bwana, niko zangu maeneo ya Ubungo hapa. Nimeamua nikupitishe Ubungo uweze kuona mabadiliko ya Ubungo. Yeah, this is Ubungo for you. Mbele yangu kama unavyoweza kuona ni Kijazi interchange barabara ya juu ya Kijazi yep. Lakini huku kama unavyoweza kuona ni magodauni ya yep, na Ubungo Tanesco pale. Ehe, kwa huku unavyoweza kuona ni maeneo ya Shikilango na maeneo mengine yep, unaweza kaona Uh, lakini kwa hapa niliposimama ni katika daraja la juu la zamani eh, eh, ambalo tulikuwa tunatumia kuingia Ubungo standi, hapa katika jengo hili la kituo East African Commercial and Logistics Center. eh, ni zamani ilikuwa ni standi ya Ubungo ya. So, sasa hivi pamekuwa ni kituo cha uwekezaji cha Afrika Mashariki na inasemekana ni kitu, kitakuwa ni kituo namba moja kwa ukubwa barani eh, eh, Afrika Mashariki ya. So, kama unapingamizi juu ya hilo niandikie hapo, nadhani ni na kituo gani ambacho ni kikubwa kuliko hichi cha, cha uwekezaji Afrika Mashariki? Yep. Na bado kikiwa katika hatua za mwishomwisho mwisho za kujengwa, so niko hapa leo kukuonyesha mabadiliko ambayo yanatokea ndani ya wilaya hii ya Ubungo, na hapa ni kijazi interchange, kama unavyoweza kuona yap, magari ni mengi hapa, chini ni kituo cha mwendokasi. Yeah, so ungana nami mpaka mwisho tuweze kuidadavua Ubungo. Hapa zamani ndio ilikuwa stendi ya mabasi yaendayo mikoani. Kama umewahi kushukia hapa wakati unakuja da, niambie niandikie hapo chini kwenye comment ilikuwa mwaka gani. Sasa hivi ndio pamejengwa hiki, tunaweza tukaita ni zaidi ya Mall. Hii sio Mall. Hiki ni kituo cha uwekezaji huku, ndani kutakuwa na maduka mengi, kutakuwa na stores, kutakuwa na kila kitu. Yeah. Huu ni uwekezaji mkubwa ambao umefanywa na Wachina hapa. So Niambie kama wewe uliwahi kushuka katika stendi hii ya Ubungo miaka ya nyuma, na ipi experience yako katika Ubungo, tukiendelea ku explore in details maeneo haya yap. Mimi naitwa Navigator Chinduli, sisahau ku subscribe ku like ku comment na kushare. Ngoja nikupitishe katika maeneo ya Ubungo leo. Yeah, ili tuweze kuona Ubungo inafananaje 2025? Yeah, of course Eh, maeneo mengi ya Dar es Salaam yamebadilika sana. Aha, kama, kama nilivyokuambia kwamba eneo hili hapa zamani ilikuwa ni kituo cha mabasi yaendayo mikoani Ubungo. Eh, kuna mikasa mingi ilitokea hapa, watu walipata mikasa, wengine walipata wachumba hapa. Niandikie na wewe kwenye komenti hapo chini, unaikumbuka vipi Ubungo, nami nitasoma komenti zako uh-huh. so twende tukaiangalie Ubungo inafananaje mwaka huu 2025 leo. Yep, kuna mvua mvua kidogo, tumeamka na neema ya mvua katika jiji la Dar es Salaam, so that is why unaweza kuona barabara zimeloa loa na manyunyu ya hapa na pale yeah. Lakini hiyo haituzuii sisi, ku... sisi ku... kuendelea na shughuli yetu ya vlogging yeah. Yeah, so this is Ubungo. Unaweza ukaona hapa ni kituo cha mwendokasi na hili ndio daraja la zamani ambayo lilikuwa linatumika ku kuvushia watu kutoka upande mmoja kwenda upande, upande mwingine wa Ubungo wa Ubungo stendi yeah. so mvua inapiga kama nilivyokwambia, mvua inapiga yeah. mvua inapiga japo yeah. so, ni ndogondogo tu ambayo haiwezi kutuzuia. Yeah. So this is Ubungo for you. Unaweza ukaona kwa upande huu hukuhuku, yep. Ndiyo iliko amishiwa mwendo kasi kwa huko mbele huko, ndo kuna kituo cha mwendo kasi kile, yeah. Niandikia hapo chini unaionaje Ubungo 2025? Mkasa gani unaokumbuka kutoka maeneo haya ya Ubungo? Nami nitasoma komenti yako bila shida yoyote ile ya yeah, naitwa Navigator Chinduli unazokaona hili uh, jengo ni kituo cha kimataifa cha uwekezaji cha East Africa eh Commercial and Logistics Center, lakini huku ni kituo cha mwendo kasi hapa cha, cha maeneo haya ya Ubungo uh -huh. yeah, na kule ni Kijazi interchange, so this is Dar es Salaam, na bado tukiwa katika mvua za mwisho mwisho, i think ni vuli hii ni msimu wa vuli, so kuna mvua za hapa na pale yeah. Najua kuna watu wako diaspora na maeneo ya Ubungo ndio maeneo yao, so niandikie hapo chini kama umeshawahi kuwa e, miongoni mwa wakazi wa Ubungo ama kuna mkasa wowote ulikukuta ndani ya Ubungo miaka ile ya nyuma eh, kwa wale watu wa mwanzo mwanzo wa kuingia jiji la Dar es Salaam watakuwa wanaijua vizuri sana Ubungo ya yeah, basi niandikie hapo chini kwenye comment nami nitapita na comment yako bila shida yoyote ile ya yeah. Hii ndio Ubungo inapoonekana 2025 eh, yeah mambo yakiwa yamebadilika yeah. So tuendelee ku explore ili tuweze kuona. Mimi kitu nilichokipenda katika Morogoro Road hii, angalau imedumu kwa muda mrefu bila mashimo. Inaonekana kwamba ilijengwa katika ubora wa hali ya juu sana. Mpaka leo inaonekana ipo katika ubora ule ule na ina zaidi ya miaka kumi barabara. So ni jambo zuri sana, barabara zote zingekuwa zinajengwa katika ubora huu basi ingekuwa vizuri sana yes. kama nilivyokuambia ukiwa Ubungo, Ubungo ni sehemu ya senta ya, ya usafirishaji so hata kama wamehamisha stendi ile, lakini bado utakuja kuona kampuni za mabasi zina stendi zao ndogo ndogo. Kwa mfano hapa ni kimbinyiko, unaweza ukaona ni kimbinyiko ya yeah. lakini tutaona na mabasi mengine, kampuni za mabasi zingine ambazo zinapatikana katika eneo hili la Ubungo. So, this is Ubungo for you lakini pia utaweza kujionea mwenyewe proper sidewalk ambazo liko vizuri, lakini kuna garden za hapa na pale. Yeah, this is Dar es Salaam for you. Kuna mambo tu baadhi inatakiwa tuendelee kuyaboresha na shauri ya jiji endelee kuboresha, kama vile swala la uwepo wa dustbin ya linaonekana ni swala sugu sana. Eh eh. Barabara nyingi hazina dustbin. Hii nayo inaweza kachangia ikachangia jiji kuwa chafu. So inatakiwa kila mashauri ya ya wilaya ya katika jiji la Dar es Salaam iweke mpango mkakati wa kuweka dustbin ili watu waweze kuhifadhi uchafu katika maeneo na jiji liwe safi kama Kigali na majiji mengine. Yeah. Tumeanza na Ilala, nilipita posta, nimeona dustbin kila kona. So ni jambo zuri lakini bado katika wilaya zingine bado aha bado na usafi ndio unaitambulisha una jamii ustaarabu wa jamii so tujitahidi katika hilo so far so good hivi ndio ubungo unavyoonekana 2025 niandikia hapo chini kuna hiyo naje ubungo yeah ukiwa tunaendelea ku explore Ubungo. Hiyo stori yangu mimi kuhusiana na Ubungo stendi ni kwamba wakati naanza chuo 2019 yep, nilikuwa naenda Morogoro, ndio nilikuwa natumia sana stendi hii e, nilitumia kama miaka miwili I think, baadaye ndio ikaja tukaanza kutumia Mbezi ya yeah. Wakati nikwa mwaka wa tatu na nais ndio nilianza kutumia Mbezi. Yeah. so Bungo naijua kwa hilo, lakini wapo wandewa ambao wao ndio stendi yao tangu zamani, Ubungo kwao yeah. Niandikie hapo chini. Hii ni wilaya ya kiusafirishaji, utaona mabasi mengi sana kama nilivyoweza kukwambia, so usiogope, ndio Ubungo ya yeah. na hapa ni Ubungo Plaza, kama navyoweza kuona this is how it looks like, hivi ndivyo inavyoonekana E, paking ya kutosha e, hapo Bungo Plaza hiyo hapo yeah. Ndani kuna maduka kuna malls e, kuna hichi mm, e, everything mikumbi ya mikutano e, pna mana mengine kama hayo, so tendereku ku-explore Dar es Salaam yeah, yeah. na leo tukiwa tuko Ubungo Ubungo Plaza, ndani kuna ukumbi wa mikutano ya yep, na mazagazaga mengine mengi ambayo yanapatikana katika plaza, malls, benki na pia nafasi za kupanga kama wewe unataka kuweka ofisi zinapatikana yep, humo ndani Ubungo Plaza. Yeah. So, let's explore. Pakinga kama unavyoweza kuona ipo ya kutosha. Ya, yeah, ni wewe tu pesa zako wow. Nandikia, unatazama video hii kutokea wapi yapi? na yep, ungependa kuona nini zaidi katika video zetu zinazofuata yep? tuende wapi hata e, mkoa wasema, komenti hapo chini. mkoa ambao utapata komenti nyingi basi huko ndiko tutakakoenda. so, tuandikie hapo chini. Nimeshindwa kuingia katika kituo cha uwekezaji eh, cha commercial and logistic cha Afrika Mashariki kwa so, sababu bado hapajafunguliwa so imekuwa kidogo ngumu kuingia pale, ya kusubiri. Soon as possible, naona patafunguliwa kwa hiyo, pakifunguliwa tutaenda kufanya video pale, ili tuweze kuona ndani kunafananaje ya yeah, ndani kunafananaje na tupate kuuliza walioko mo ndani. tuendelee tu ku explore Ubungo in details. Yeah, tukiwa yes, yeah, katika barabara hii ya Morogoro, naitwa Morogoro Road rod. Hiyo ndio Ubungo plaza a yeah, so scene zetu Dar es Salaam has been changed change imebadilika sana ya yeah. Tofauti na vile ambavyo watu wengi mabro, ambao walikuwa hapa miaka ya 90 watashangaa sana. Hii hapa ni ofisi ya mtendaji kata ya Ubungo, ah. Ofisi ya mtendaji kata wa Ubungo, hapo kama una jambo lako la kiserikali unaweza kufika. Pia, yeah. na uka ukaweza kushughulikiwa sasa hivi so, unaweza ukaona, lakini uzuri ni kwamba tumepata bahati ya kifaa chetu hakipitishi maji tu so, tutaendelea kuoneshana mengi yanayopatikana yeah. Okay. walikuwa so, wanakaa kota hizi hapa, niandikie hapo. so, kama na wewe ni miongoni mwa watu ambao mlikuwa mnaishi kota hizi yeah, hapa kota za Ubungo mm -hmm. Shekilango hapa tulipofika sasa hivi ni Shekilango, unaweza ukaona hiki kibao kinajieleza kabisa Shekilango yeah. Shekilango ni sehemu maarufu sana yeah. like video, comment, ili tuzidi kwa wengi. Hapa kuona ni ofisi ya Katarama, watu kwanasubili basi kwenda Mwanza, Mbeya na maeneo mengine Yeah. so Ubungo district district of transportation. Logistics and transportation. Hapa ni Shekilango na hiki ni kituo cha mwendokasi cha Shekilango. Unaweza kuona jinsi kinavyofanania, yeah. na inanyesha maeneo haya Tuendelee tu kuloa tu pamoja katika eneo hili la Ubungo, nikiwa hapa Shekilango yeah. Niambie umeona mabadiliko gani katika maeneo haya ambayo nimekupitisha ya Ubungo mpaka Shakilango hapa yep, lakini pia ungependa nikupeleke maeneo gani? Niandikie hapo chini kwenye comment na nami nitasoma comment yako bila shida yoyote hii yeah. Kwa bado niko Ubungo leo kuonesha ABC juu ya yale yanayoendelea Ubungo, yeah. Ehe, na Shakilango, yeah, yeah. So yako ni muhimu sana ili tuendelee kukua. Eh, hata katika video ungependa tuboreshe tu nini? Pia yeah, yeah. Yeah, niandikie nipo katika kituo cha daladala cha Shikilango. Ya, nikielekea panda gari kuelekea kule kunaitwa Kariakoo. Kama unataka magari ya Sinza na maeneo mengine pia unaweza ukafika hapa ukapanda, elekea Sinza Mwenge, mpaka Makumbusho uku, yeah. mbele ndio barabara ya Sinza Mwenge na Makumbusho yeah. yeah. <tosnets> Mwenge mbele ya kuondoka Mwenge mbele. Hii yote ni katika wilaya ya Ubungo. so umeionaje? hii barabara inayopita sa sasa hivi ni barabara ya kuelekea Sinza yeah. hapa kwa maeneo ya Shikirango hapa, ukinyoosha hii barabara moja kwa moja ni mpaka Sinza yeah. So mimi leo siendi Sinza, naelekea Kariakoo ila ilikuwa nia yangu kukupitisha na kukuonesha yapi ambayo yanapatikana Ubungo siku hizi yeah. So, ya so moja, tuvuke, moja tuvuke, tuweze kupanda gari turudi Kariakoo, kuniosha huku ni Sinza siku nyingine tutaenda. Ukouikie hapo chini, nandikie hapo chini, unaionaje Dar es Salaam na maeneo haya ya Ubungo? Nini kiboreshwe, nini kipunguzwe? ya yep, pili tu zilikuwa jiji bora zaidi. Niandikie hapo chini, lakini pia ungependa kwenda wapi niandikie pia, na mimi nitafika. Nasoma komenti yako kia yeah, shida yoyote yeah. ni soko la Shekilango kama unavyoweza kuona vyuku, kuku wanapoteza maisha sana hapa. Kama nataka kuku, basi fika hapa uweze kujipatia sokoni hapa Shekilango yeah. Hio nipo maeneo haya leo

Nakwambia, wilaya ya Ubungo ni wilaya ya kiusafirishaji, si leo, tangu zamani. Unaweza ukaona stendi ndogo ndogo za mabasi zipo hapa, japokuwa ile stendi ya Ubungo wenyewe imehamishwa, imevunjwa, ime lakini utaona kila kampuni imejitengea maeneo yake hapa, so ni kwa sababu ya mazoea yale ya yeah, wasafiri, yeah. So hivyo ndio naweza kusema na naweza nikahitimisha kutokea hapa Ubungo, mimi naitwa Navigator Chinduli, ya tukutane katika video inayofuata ya yeah. Leo nilikuwa Ubungo na hivi ndivyo Ubungo ambavyo inaonekana imeonekana 2025 Enjoy your day. Comment hapo chini nini ungependa tuweze kuboresha ya yeah, katika video zetu tuende wapi ya yeah. Andika hapo chini yeah. Nitaenda nami nitaenda hadi wakati mwingine.